Tuende tukaangalie huyo mgonjwa. Umebeba nini mjukuu wangu cha kumpatia mgonjwa Lola? yuno know mjetu, hebu nenda ukanunue, mimi wacha ntangulie. Ok, haya. Oh, hodi. Hapa karibu. ni nani huyo? Ni mimi bena jua mgandi a ah, babo Umekuja kuniangalia leo. Hapo kando kiti babu, kaa angalia. Ah, sawa babu. Sambiuzraratwani babu ah, sawa nilikuwa nimesahau lakini

Mbona ni Toleko? Eh? Sasa tunakuja kumwona mgonjwa ama tunakuja kumuua? Mbona huyo na ni Toleko? Mimi niliwaambia leo jina silitaki. Lakini babu umekosea. Ah, mimi nakuja kwa Toleko. Ah, tuondoke kabla mtoto aje akuje. Kwani ungoje? Mgonjwa si ni Toleko.